Wangu mengi umeyazungumza hapa. Mimi nitoe tu angalizo kidogo. Hebu sema amina yenye nguvu, amina! Hebu sema amina yenye nguvu kama unaingiziwa maono ya kuona Tanzania nzima, ya kuona East Africa. Tunakusudia kuanzisha familia, tunakusudia kuanzisha ufalme, si tu wa mtu, ni ufalme wa Kristo Yesu, mwana Mungu wa Mungu aliye hai ni ufalme wa Kristo Yesu, yule ambaye hata shetani anasimama kufanya vita. Tunakusudia kuanzisha ufalme wa Kristo Yesu, ambaye hata ulimwengu ulibatika kumkataa. Basi angalizo yangu nii hapa, adui shetani hatafanya vita na mtu ambaye ni kilaza. Hebu sema amina nye nguvu hebu sema amina ya nguvu. Narudia kusema shetani au hadui hatafanya vita na mtu ambaye hana kitu. Hebu sema amen. Ukija wakati wa Danieli ile sura ya sita mstari wa kwanza na watano wale mawaziri na maliwali wanatafuta sababu ya kumshtaki Danieli lakini maandiko yanasema hawakuweza. Hebu ongeza makofi na vigeregere. Sababu kubwa ambayo ilisababisha wasiweze, kwa sababu ya roho bora iliyokuwa ndani yake. Ninaamini katika kongamano hili kuna watu wamezaliwa, ambao ndani yao tiari roho bora ipo ndani yao. Makofi na vigeregere! Hebu semame, msikiliza, yeah. nikwambie mwanzo Mungu alipoumba binadamu aliweka roho bora ndani yake, na shetani alichokiwinda alikuwa na winda roho bora iliyokuwepo ndani yake. Ninaamini katika kongamano hili kuna watu wamezaliwa, wengine walishavunjika moyo wametiwa nguvu kwa upya, wengine walishakata tamaa, sasa naona wananyanyuka wanaanza kunemea Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nisikiria. Tumesoma kitabu cha Mwanzo ile sura thelathini na saba, tunamwona pale Yusufu. Yusufu ni kijana mdogo, tena ni mtoto wa mwisho ambaye kwa wakati huo alikuwa anaonekana, ambaye huenda sio mfupi wala sio mnene wala sio msomi sana, lakini ndani yake kuna mambo yapo, hata kama yajaonekana aliyokuwepo ndani yake. Hata ndugu zake walipotambua ya kwamba huko mbele tunakwenda kumsujudia kijana tena mdogo, anatufata nyuma, tunakwenda kumwabudu yeye. Sikiliza hapo, kwa ndugu zao hawakumpa tamu, bali walimsababishia machungu makali sana. Ili tahadhari tunakupa hebu sema naye nguvu. Kama leo unabeba msingi wa CVDIP. Kama leo unatoka hapa leo chini tunahitimisha kongamano letu. Unatoka hapa umedhamiria umemaanisha kubeba CVDIP. Nakwambia hili ni angalizo na kumpa. Hadui haangaiki na, na mtu ambaye ana kitu. Haangaika na mwenye kitu. Hebu hebu sema sema, bwana bwana bwana bwana, Bwana Yesu Yesu Yesu, nisaidie katika jina la Yesu. Kwa sauti, maombi yangu mchana wa leo na majira haya. Bwana simama akutie nguvu katika yote. Hebu sema amen, haleluya. Mungu wetu atupatie nguvu za kushinda mchana huu wa leo katika ujumbe huu wenye nguvu za Mungu ndani yake. Bwana aende akakutie nguvu katika jina la Yesu. Yeah, katika jina la Yesu. Wewe angalia, eti kwa sababu ya nguvu aliyokuwa nayo Yusufu, ndugu zake wakadiriki kabisa, yani wakapata ujasiri kabisa wakumwa baba yao kwamba ndugu yetu ameliwa na wanyama na nguo zake hizi hapa. Alafu wametengeneza hila kabisa, wamekamata mavazi ya kijana, wakamua mnyama, wakayaviringisha kwenye damu, wanamletea baba yake mzazi, wanasema mtoto wako mpendae tayari kaishaliwa na wanyama. mm. kwa nini wanatengeneza hila? Wanatengeneza hila kwa sababu Yusufu, tayari ameonekana baadaye ni mtawala. Nataka nikwambie hata kama umeonekana, hata kama ujaonekana, iliokusudiwa na Bwana litatimia tu. Aidha ni kwa vita, aidha sio kwa vita. Hebu shangilia, asema amen, amen. Kijana mwenye nguvu aseme amen, amen wasema amen, hebu sema amen. Kabla hawajamwambia baba yao, wamejaribu kumwingiza kwenye mapango ya wanyama wakali ili ikiwezekana, huko ashambuliwe haliwe, lakini ashukule Mungu wetu yeye yeah, yeah, aliyesema yeah, tunaweza mambo yeah. Yote usema yote yeah. Ni katikati ya mapango ya wanyama wakali humo namo tunaweza kuishi katika jina Yesu I mean, no. jina Yesu I mean, ninaongea na kijana alioko hapa anayeweza kuota mahali popote hata I mean. Kama umetupa porini shariti uote kwa jina Yesu hata I mean. Kama umetupa kwenye mapango shariti uote kwa jina la Yesu Amina. Wakaamona kukachungulia, wanakakuta kako hai, hakajaliwa na chochote. Wakajiongeza wakasema, hapana, huyu tumchukue sasa, tukamwingize kwenye birika. Wakakachukua Kayusufu, wakakaingiza kwenye bilika. Kumbuka, anaingizwa kwenye bilika, lakini ndani yake amebeba CVDIP kinacho Yes, yake sio vile alivyo, kinachoongea ndani yake ni uh, lile hali yake ya CVDIP. Kuna kubariki mchana wa leo, hali yako isiongee kichoko ndani yako kiongee. Yeah, hebu sema fire! Yeah, fire! Yeah, wakasema utumuuze huyu. Tukikauza haka Katafia uko tu kwanza damu yake isihesabiwe isi, isi, isi mikononi mwetu. Kwa wakachukua kukauza, wakabeba shekeri, wakagawana, wakala shekeri. Kumbe kameuzwa akajauzwa kwenyewe, kameuzwa na CVDIP yake. Hii inaongea kila mara, unakuwa ukiwa kwenye mapango, inaongea ukiwa kwenye simba ambao wana siku saba wajala inaongea kwamba huyo amembeba simba, kabila la Yuda ashambuliwi hovyohovyo, wala haliwi hovyohovyo. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake amebeba kitu kizito. Nisikilize yeah. kuna vitu huwa vinaliwa na kuna vitu haviliwi. Ukivila hivyo umejila mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo wana Mungu. Yesu pekee kanisa la Mungu, kanisa la kitaifa, kanisa la kimataifa, kanisa lenye nguvu, kanisa liojengwa juu ya mwamba ambao hautikisiki wala Haleluya. Amen. Amen. Kamezamishwa kezani. Yaani, angalia mtikiswe wote ni ndani ya gereza. Kabla ya gereza, kakapendwa kwanza na mke wa bosi. Hebu sema amen. Sasa huko tumepata masomo mengi mengi, huko tumepita, tumeona hakusema oh, haleluya. Bwana hapa ndipo ulipo, wacha nikitwalie mzigo nitembee nao. Ni ah ndani yake amebeba CV ya ipira fanya kazi, inaongea ukifanya hii leo, kesho utaaribu ndoto zako yeah, utaaribu maono yako yeah. Hapo kifatacho toka nje, acha koti, ametoka nje, ame nje, ikaundwa tu manzito kwamba ametembea na mke wa bosi wake, mwanamke analia kabisa na ushahidi juu. Maandiko nasema akachukuliwa Yusufu, akapelekwa gerezani. Ni kweli, ni ndani ya gereza saipina pakakazi ndani ya gereza kule kule, ni gerezani, lakini Bwana wake anafanya kazi, Mungu wake yuko yes, pamoja naye. Na ndio maana mtumishi wa Mungu kiongozi rakasema Mungu wetu anafanya kazi na sisi mpaka ukamilifu wa nini, wa dahari, kuko naye majira yote hata kama ni usiku tunaye, hata kama, hata kama ni asubuhi tunaye, Yes. Hata kama ni mchana tunaye, hata katika, hata katika raha tunaye, hata katika vita tunaye, hata kama mauti inakaribia kuja eti ikuchukue, na yeye yuko humo makofi, kwa kwa ajili ya Mungu wetu aliye hai. Kwa hiyo ni gerezani gerezani. Lakini ni ya Bwana, yuko naye gerezani. Yes. Si kila shujaa aliyekamatwa ukafikiri kwamba kule kwa, kwa, kwa kazi maalum. Amen. Kazi kisha tashangaa, mwanaume katoka, mnabaki tu mnang'aa macho, kaonga kaongaajaonga ila Bwana yuko wapi kazini? Kwa hiyo ni Amen. Ayo, niangalizo tu mtu aliyebeba kicha thamani kama hiki duniani kuna watu aina mbili. Kuna watu waliookoka na kuna watu ambao wajaokoka. Na hao waliookoka pia wako wa aina mbili: kuna ambao wambeba injili sahihi na kuna ambao hawajabeba injili sahihi. Hawa wenye injili sahihi, vita yao ni tofauti kabisa na hawa ambao hawana injili sahihi. Hawa waliookoka